Habari na karibu mtazamaji wa 2Gendah TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania kubwa heleo kutoka Mahakama Kuu Masjala Ndogo jijini Dar es Salaam. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Lissu imeahirishwa hadi Novemba 3, baada ya upande wa Jamhuri Oktoba 24, 2025 kusema hawana shahidi wanne katika Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam. Lissu aliwasilisha hoja ya kutaka apewe dhamana kutokana na kuto kutokuwa na shahidi wa nne wa kwa siku ya leo, ila mahakama kuu masjala ndogo imelikataa ombi hilo la Lissu kutokana na kesi yake ya uhaini haina dhamana. Alislam na kushauri tu tusisahau kusubscribe kushare na kulike 2gendah TV kwa habari na matukio mbali mbali.